Harmonize kama kawaida kama dawa ame mzima. Um, tembo mm -hmm. tembo tembo tembo amepost kwenye Instagram yake amesema, kama swala ni kali ka distance akaika emoji okay. aeo tarehe tatu Princess Amara mm -hmm. anatimiza one year amesema amesema please izo, nam, nam nam kote, yeah. sema, please hizo hiyo Harmonize babu don't miss this can't wait to see her at Marioo tz yeah. seems... kama amealikwa kwenye party pati sijui or something kuna namna naiona Harmonize na, na Kajala, alafu kasiamini, sitaki kuamini kile ambacho nakifikiria. Inawezekana hivyo unavyofikiria, ama inawezekana sivyo mm hivyo -hmm. navyofikiria lakini kwa caption hii okay. huenda Harmonize na Kajala mm -hmm. wako pamoja tena and sisi tutasema tutafurahia <laughs> mm -hmm. anything ambacho kinaendelea yeah. baki tukibaki hapo hapo kwenye familia ya Harmonize na Kajala mm. familia ya Mario yeah, yeah, yeah, <laughs> so yeah. mume wa Paula Mario anaendelea yeah. kushika chati yeah, yeah, kwenye platform mbalimbali tofauti na hivi juzi tumeona ameachia ngoma yake kubwa ile inaitwaje? Tete, Tete. Tete, ile ngoma ambayo mm sasa hivi ni namba, namba moja on trending yeah. Yeah. na platforms nyingi sana kwenye reels, TikTok and everywhere yeah, anashika chati, anashika chati so tukibaki hapa hapa Bongo this week, Baba Levo amemtambulisha msanii wake Kpizo mwanaume badu, mm -hmm. mwanaume badu. E, kwa heshima yeah. So mwanaume bado livyotambulishwa this week mm -hmm. umefanyika pale Seven Media mm. yeah. mm -hmm. kinachoendelea ni kwamba Baba Levo jana mm -hmm. amemchana Kpizo. e, yeah. Bwana punguza e, mm -hmm. makundi kwenye platform hii ambayo nimekupata punguza makundi, yeah. makundi. Mm -hmm. Stori ni kwamba Baba Levo amempambania Kpizo aende kwenye show Tarime ya kandaziwa. mm -hmm. mm -hmm. Sasa Kpizo ameshindwa kwenda kwa sababu nafasi zimetokea mbili tu. mm -hmm. Ingekuwa wewe ndo msanii unaambiwa, achana meneja wako, achana kila mtu, uje wewe mwenyewe mm -hmm. ungeweza e bana? Tuandikie kwenye ukurasa wa comment, unafikiri alichokifanya Kpizo kutokwenda kwenye show mm -hmm. alipatia ama alikosea? Ok, views ni zenu, so twende mbele, twende mbele, tukibaki hapo hapo Bongo, kwa Baba Levo kidogo namana. Baba Levo ana, alikuwa na onge ongea na kina... ongeaongea naina yeah, yeah, yeah. yeah. kipindi kile kipindi yeah, mm. kile kuhusiana na... mambo ya komedi ah, okay. yeah. Yeah, ameongeaongea sana kuhusiana na masuala ya komedi mm -hmm. anawasema kina Aludi kina mm -hmm. Kipotoshi mm -hmm. kwamba mara nyingi huwa wanarudia sana mm -hmm. eh, komedi zao zile set zao za... yes. yeah. So jana Elu na Kipotoshi wamemwambia Baba Levo kwamba ni kweli tunarudia, lakini tunataka kila mkoa tunaoenda watu wapate the same flavor, kwa sababu sisi zile set zetu hatuzipost kwenye mitandao yetu ya kijamii yeah. So, tukienda live wanaziona yeah. live performances yeah. Wanafurahia, wanacheka kama wengine na kubwa zaidi nafikiri waka relate na muziki wa Kibongo, ambapo kama kuna show inapigwa Arusha lazima utarudia wimbo unasema eh, lazima utarudia. Arusha itapigwa lakini ukija tena da utapiga ngoma zile zile zile zile. So Baba Levo pia kaalikwa bwana kwa bwana, karibu kwenye show. Unajua mzee mzima akasemaje? Nakuja nakuja. Mimi nampenda Baba Levo, hana kinyongo hana kinyongo. Wewe ungekuwa Baba Levo ungekwenda? Tuambie tuambie wewe huo ndo tunawita udisminder. Exactly. Yani yani yeah. Unaongea kitu sio kwamba kakuika mm, moyoni. No. Yeah. So nikiongelea moyo Haji Manara sahizi ah, e... pressure inapanda, inashuka, inashuka. Exactly. Yani inapanda, inashuka. Yani ya Haji tari. Manara this week mm -hmm. ameangusha zimeanguka voice notes za Haji Manara mm -hmm. akiwasema watu mbalimbali y okay. yeah. akiwemoyani meniwewe... wale vigogo wake kabisa watu liukua... ndugu wali... yangu Haji yana, ana guts, wanasema wazungu hivi unaweza uka, Uka catch feelings anayoipitia Juma Yara sasa hivi mm -mm -mm. Asiwezi yani, siwezi hata kuvaa viatu vyake kwa sababu ni hali ngumu huko <laughs> amesema kina Ali Kiba. Okay. Ame, amemwongelea Diamond, japokuwaje jamsema vibaya, so Ali Kiba akamjibu Haji, akamtag tu kwenye nyimbo ya Money Free akamwongelea hapo, so stories zote zinaendelea kuibuka, then mwanadada Mange Kimambi jana, Mange Kimambi asemaje kwamba Haji hakufanikiwa kumharibia ugali wake, yeye ndo kinachotokea. mm -hmm. so hapa ni vuta ni kuvute, naye Mange Mange akapata nafasi ya kumharibia Haji Manara. mm -hmm. kwa o, maana kumharibia, kuna stori aliziongea Mange kuhusiana na um, Haji Manara, ile ishu ya Mondi kufungulia yes, yes. kesi kule eh. Marekani. Kumbe Haji Manara alikuwa anahusika na kile kitu, inasemekana Haji alimwambiaga uh, Mange anasema anasema kwamba mm -hmm. Haji alimwambia kwamba sisi tunakuja sisi tunakuja eh, tunakuja akamfungulia, ikawa ni Diamond na watu wengine wengi wakamfungulia kesi, anaambia Mehaya bonge moja la mwanasheria, very expensive, na anasema hivo ni Mange Kimambi. Mange mwenyewe anasema kwamba loan firm ambayo yuko Marekani ni expensive akashtuka, okay. Yeah. Kwa sababu haji hakuwa na hela za, ku, za kufanya hivo okay. Akampa bado kidogo yani mambo yamwishie dada Mange Kimambi Manara naye ameshindwa kujali kabisa mm -hmm. Akaandika bana, nitamfata mmoja mmoja kumwomba msamaha mm -hmm. I nafikiri itakuwa ni jambo jema sana akifanya hivyo at the same time Haji anamlaumu Zailisa kwa kuvujisha hizo voice notes. Je, yeah do you think Zailisa ndo anahusika kuvujisha hizo voice notes? Ukumbuke ni group la watu kumi. what's your comment on that one? Alright, alright, tukienda mbele mbele mbele, ama mbele huko. Marekani, unapapenda Marekani, tutakupeleka studio. Je, mdogo wangu, so Beyonce anaonekana kwenye cowboy carter performance kwa mara ya kwanza. Tushamzoea na blue ivy, so now yuko na rumi yule pacha mmoja, pacha mmoja, wamefanya performance moja kali. Anaonekana mm -hmm. Amefurahia kwa kwenye show kwenye akionekana na watu wengine, of course wanawe wale pia wali, wali. I mean, walicheza pia kwenye show yeah, yeah, yeah. Yani imevutia ime sana imependeza ime sana, sana, sana, sana, ime sana. sana. Wenzetu wana creativity kubwa mno, mno, mno. and she's selling good content. Of course. Lakini watu wamekuja kuhoji kwamba yule mwanaye wa kiume yuko wapi? I don't know bana, mimi kwa jinsi ninavyofahamu ile fa familia ya Carter, mm -hmm. Huenda kuna kitu kingine kikubwa wanapika, labda yule kuja kutoka na baba kwa sababu Beyonce <laughs> ametoka na watoto wake kike. So okay, let's wait for Carter. Okay, okay. Ataonekana vipi? Ataonekana vipi? Yes. Tukiendelea mbele mbele tunaenda tunaenda tunaenda hapo Nigeria, Nigeria. yes, yes, yeah. kwa kwa kwa wakwe zetu, oh. yes, kwa wakwe zetu, kwa wakwe zetu yeah. this yeah, week Davido amemzawadia mke wake Chioma G-Wagon kwenye birthday yake miaka 30, miaka 30, kamzawadia G-Wagon lakini David alitoa alitoa albamu yake ile ya five this yeah, year. Five this year, year. Mm yeah, -hmm. David anasema kwamba atat, atatang, anatangaza kwamba wana albamu yeye na na Chris na, Brown. Chris Brown, Brown yeah, ci mm -hmm ambayo yeah, wataiachia 2026, yes. Unakumbuka show yake alifanya South Africa, bonge moja la show, ingawaje wa South Africa walimkataa, lakini Chris Brown alitisha kinoma. mm, mm. ya bonge moja la stage. Stage kama ile <laughs> <Of course>, bado <laughs> Tiki. Of course yeah, okay. I... basi tumalizie kilichopo kwenye kapu mm -hmm. Siku ya leo, hembu kwanza tueleze kidogo kuhusiana na Didi. Didi alifanya nini? yeah, so Didi kama unavyojua ana kesi zake zinazomkabili na moja na mambo kama hayo na ndio inaokaribia kusomwa, so mtu mzima Didi alionekana kwenye kwenye nani juzi kwenye trial, ameenda mahakamani yeah. Amevaa zile magwanda magwanda zile eh, nguo za wafungwa zile. Yes, wafungwa kwa sababu ni mnyama, anaonekana amependeza, lakini <laughs> <laughs> hakwenda kwenye jambo la heavy, hakwenda kwenye jambo la mm -hmm. Yani utasema kama alikuwa anafanya shooting he he, <ifferential> he he. So, Madidi, ilipi, ya ngoma flani. So mtu mzima Didi amekataa ile plea. Aliambiwa kwamba plea guilty, ili aki plea guilty atapunguziwa sentence, kwamba labda atapewa miaka michache amapeof fulani lakini amesema, okay, mm. Amesema mimi nafikiri mm. ni lugha tu za mahakamani sheria, lakini kwa ufahamu wangu wa sheria inategemea na kesi, yeah. na kesi, mm -hmm. na kesi gani mapema yeah, kwa mzazi vile okay. Ukikiri kosa lako utachapwa, lakini utachapwa sana. Sio Kiafrika, mama wa Kiafrika akiafrika, utumwambia bwana, mimi sijakosa, nimekosa mama, nisamee, utakula <laughs> kidogo. Utakula kidogo atakufinya kidogo, kidogo. Hey, kidogo hmm, atakugombeza tu anafanya na reset factory yeah. Kwanza akili yako ikae sawa kwenye The Viral leo. Eh, bana usisahau ku subscribe. Pauli, kuna lingine la kusema mama. Sina zaidi nawapenda sana endeleeni kubaki <laughs> hapo hapo. Until next time. Furahi, badaye. Media yeah, yeah, yeah. Pamoja hatua kwa hatua.